Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida, kawaida, kawaida. Kwa majina yaitwa Stanslaus John Ndunguru aka Stani Bambo. Hii ni mtia nia wa jimbo la Mbinga vijijini, leo tarehe moja mwezi saba umekuja kurudisha fomu kama utaratibu wa chama unavyotaka kombe chama kile kutupa ridhaa nisukuma kushua fomu Mbinga vijijini. Mimi ni nyumbani, baba na mama wote wamezaliwa huku. Aa, maendeleo muda mrefu sana kwa familia yangu jumla ya Bambo, hata kwa nyinyi wenyeji mnajua tumabasi hapo na biashara nyingi. Kwa hiyo kiujumla, nataka kurudisha heshima ya nyumbani iliyopotea muda mrefu aisha na majimbo mengine Mbinga vijijini imekuwa ikirudi nyuma tofauti na Mbinga mjini hata nayo majimbo mengine ya Songea, yeah, ka mkoa wa Ruvuma. Kupitia hilo ao na uwezo kutosha, wa kutosha umezunguka kwa duniani tuna marafiki wa mikakati mizuri ya kimaendeleo kugusa kahawa kugusa mborea kusaidia jamii iweza kupata bei nzuri ya kahawa na mazao mchanganyiko kama mahindi, pia kuwasaidia kutega uchumi mbalimbali, wajasiriamali wetu kwa mfano vijana. Mi binafsi ni meneja mkuu wa kiwanda cha uundaji wa maguta na mabajaji ko Dar es Salaam. O, fursa kama hii mi nataka nilete nyumbani kwa kuwakopesha vijana sababu wezo mimi nao chama kimeniamini na tupo kwa ajili ya kujitangaza Tanzania nzima, susa kama hizi ngazi ya mjini peke yake na ama, nizifikishe nyumbani na nyumbani Mbinga vijijini. Hata wafaidika wengine watakuwa ni Mbinga mjini, yote pia ni nyumbani, lakini lengo ni kubadilisha uchumi wa wananchi wangu kuanzia chini kati wakubwa wote nikusaidia pia kupunguza gharama za maisha. Huwezi kufanya biashara kama yeah, gharama za uendeshaji zinakuwa kubwa, utakuwa unapata hasara siku zote. Mimi ni mchumi wa biashara ya kimataifa, uzoefu wangu ni mkubwa. Pia nimefanya kazi serikalini upande wa usafirishaji, wizara ya uchukuzi. Kwa hiyo najua kinachoshindwa kukifanya, najua udhaifu uliopo hata watangulizi wangu hata wagombea zangu nawakaribisha, wakaribisha maana ni yake. Kila mtu cha muhimu, hoja zako ndio zitakufanya wewe, wananchi wa kuamini wa kupewa jukumu kweli, kwa maana nia dhati ya kuwasaidia. Atuangalie mambo ya muda mfupi, tunaangalia mambo ya muda mrefu, sababu hii jukumu ambayo kesho kishokutwa kizazi chako kitakuja kuulizwa, ukifanyia nini jamii yako, kama ulifanya kazi kwa ulimradi uangalie tumbo lako muda utapita, maendele patikani, jamii yako haikupa nafasi. Hata mungu wako atakwambia jamii yako ulifanyia nini? Kwa hiyo kwa maisha lazima uishi ukijua kwamba unaacha alama, sio uangalie tu meishiji, ulalaje, mjenga nyumba nzuri be. jamii hiyo kuzunguka umeibadilisha hata kwa kiasi kidogo. Mungu alicho nafasi hiyo kujalia hapa duniani sababu amekupa kipawa tofauti na wenzako. Je, kile kipawa unakigawagawa vipi kiwafikie na wenzako waweze kubadilisha maisha kwa okay, kiujumla, uchaguzi ambao unaenda vizuri, kila mtu amejipanga, na mimi napenda ushindani, napenda kuona umechangamka. Kwa hiyo hamna shida, huu chama waangalie vigezo, kama mtu alipewa nafasi ajitendea haki, basi wafanye mabadiliko Haina haja ya, kumlea mtu wakati jamii inazidi kuteseka. Na maendeleo yapatikane maendeleo, so yasipopatikana katika jamii husika, nacholaumiwa ni chama. Ni chama ndo kinachoongoza kuanzia kule chini, ni shina, kwenye tawi, ni kata, kupanda mpaka juu, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa. Kwa hiyo cha muhimu chama kifanye uamuzi sahihi, kiangalie ueledi wa mgombea, kiangalie pia background ya, ya mgombea angetu uwezo wa kujumuika na wenzake na viongozi wakubwa, sio tu ndani ya mkoa, hata ngazi ya kitaifa. Maanake huwezi pata maendeleo kama hata network yako ndogo. Kama una network ndogo, huwezi fanikiwa duniani, kama una marafiki nje ya mipaka ulionayo, ili uweze kuvuta ile maendeleo kwenye jamii yako kwa wakati